32. Rais Ruto ameongoza mpango wa kutoa pesa za mtaji wa biashara kwa vijana katika mradi wa Nyota mjini Nakuru. Mpango huo unalenga kuwapa vijana shilingi elfu 50 za kuanzisha biashara ndogo ndogo ili kuwawezesha kiuchumi. Tutakuwa tumepatiana 2.5 billion shillings to deserving young people in Kenya, 100,000 of them. And in another two, three months tutawapatia another 2.5 billion vijana wetu wa Kenya. Na tunafanya hivyo because this is one of the interventions we are doing as a government of Kenya to make sure that mambo ya vijana sio kuongea mambo ya vijana, we have a deliberate plan, we have an intentional plan ya kuungana kama serikali na kutafuta mbinu na njia ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wako na nafasi ya kujisimamia, ya kupata ajira, ya kufanya biashara, ndio tuwajumuishe ile nguvu wako nayo ile elimu wamepata ile ujuzi wako nayo wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya.